Wewe ni mtoto, kwa nini uliamua kuchukua maamuzi ya kuwakimbiza baada ya kuomba watu wakusaidia? Mimi sio mtoto. Nilipoteza thamani ya utoto wangu tokea wazazi wangu walipopotea na kujikuta naishi katika mazingira magumu sana kabla ya kumpata Dangu na Zila. Dada yako na Zila kwa sasa yuko? Una maswali mengi. kama umechoka unaweza ukapumzika, nitakuoji siku inayofuata basi. Uliza maswali yako yote, uyamalize hapa hapa. Una njaa? Labda nikuagizia chakula. Uliza maswali yako yote, polisi. Najisikia zunguzungu mimi.